Kuwatoa hofu wazazi e, mafunzo haya yanalenga kulea. Kwa hiyo ni kumekuwepo na vi, kuna kwenye mitandao ya kijamii huwa kuna clip zinarushwa hasa wakati kipindi hiki kinapokuwa kinakaribia ku, ku, vijana kujiunga na hasa haya mafunzo ya mujibu wa sheria, zile clip huwa zina, zina mtizamo asi, lakini nipende kuwatoa hofu kwamba clip hizo zingine inawezekana hazikutengenezwa aziku, katika mafunzo katika haya ya Jeshi la Kujenga Taifa. Haya mafunzo jinsi yalivyo, yanalenga vitu vya kumtengeneza kum, kijana awe zile sifa tu tatu zile nne za msingi, awe na nidhamu, awe mtiifu, awe mwaminifu, awe na, anapenda kazi. Kwa hiyo ndio hicho kitu ambacho kinakifanya. Kwa hiyo kuna utaratibu mzuri sana ambao tumeutengeneza ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa unaoratibu mafunzo kwa ujumla kuna kamati za kufuatilia ambazo e, zinafuatilia malezi kwa ujumla e, kijana m, kuna, m, kuna watu wanaohusika na mambo ya kijamii, kwamba anapopata na shambulio la aina yoyote au mtu anampeleka katika mazingira ambayo sio sahihi, kuna utaratibu tumeuweka kwamba anatoa taarifa na tunachukua hatua. Anaweza akawepo mkufunzi kidogo anakiuka maadili, lakini tumekuwa tukichukua hatua kali zikiwepo hasa kuna wengine, mpaka hata hatua ya, ya kuhakikisha kwamba tunawafukuza jeshi zimekuwepo. Kwa hiyo ni, ni watoe wasiwasi wazazi, kijana atakapokuja, naamini atafurahia mafunzo haya na akitoka atakuwa na kitu cha kusimulia kizuri, sio kitu kibaya. Katika jeshi la kujenga taifa e, kuna mafunzo ya kijeshi ambayo yanatolewa katika recruit school ya, ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, yale yanamwandaa mwanajeshi kwa ajili ya kwenda kupigana vita. Kwa hiyo yu yule anaandaliwa kwa ajili ya kupigana vita, lakini sisi mafunzo yetu tunataka tuna tumpe utimamu wa mwili kijana, tunataka tumtumlee tum, tum, katika maadili si mafunzo ya kijeshi. Ni basic, ni basic military training. Tunawapa basic. Yaani apate tu zile kwamba akili ya kijeshi iko hivi e, ukiwa mwanajeshi unatakiwa uwe na tabia hivi na hivi moja hapo, na tabia mojawapo ndio uwe na nidhamu njema. Mwanajeshi anatakiwa awe mwaminifu mwanajeshi anatakiwa awe mtii, mwanajeshi anatakiwa awe anapenda kazi. Kwa hiyo hivyo ndio vitu tunavyowafundisha, hatuwafundishi mafunzo ya kijeshi e. Mwanajeshi ndugu yangu, kuna vitu kidogo vikubwa ambavyo ni zaidi, mtu ataenda kujifunza kule. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni mafunzo tofauti, ni sio haya tunayowafundisha hawa vijana wetu. Vijana wetu tunawafundisha, tunalenga maadili zaidi ya Kitanzania. <tune>